Is my brother-in-law huwa ninaishi naye hapa kwangu ananichungia, anafanya kazi ya nanifanyia, kazi ya shamba fanyia kazi ya kuchunga mifugo. Then on 29th tulikuwa naye tulikuwa naye hapa kwa shamba tukafanya kazi mpaka noon e, shambani, halafu afternoon akafungulia e, mifugo akapeleka shambani kaenda kulisha Uh, akarudisha mifugo kitu sita, alafu akakamu, akakamua ng'ombe kawaida, alafu alipokamua ng'ombe akatoka aka tu akaenda kujifinjari ng'ombe ni nikaingia at nyumba yake naalu analala, nikakuta uh, nyumba imefungwa. I tried to call, nikamupigia simu namba yake. E, simu ikawa ingi. Then kwa sababu hapa night kulikuwa kumenyesha sana. Na kwangu kuna drift mahali kuna maji inapitia mtu. Nikateremka mtoni, nenda nikacheck whether e, there was water kama maji ilipita. Kakuta mtu imejaa maji. Then uh, nika make frantic efforts kumutafuta, nikapiga simu, nikatembea, nikaulizia ng'ambo ile kama ameonekana the previous day nika confirm, alikuwa ametembelea sehemu ya kileo kidogo hapo na akawa ameondoka huko saa tatu the previous that is on 29 so, nikawa nikawa nikawa unsure what could have happened. nika report, nika report kwa administration nika na nikaendelea na search efforts yesterday, the whole day. Until evening nikawa zijapata matunda. Uh, then today in the morning ndio nikaamuka, nikaenda police nika make uh, official report of the missing person. Uh, police wakani advice niendelee na search. Nikarudi, nika mobilize uh, villagers tusaidian saidiana. Uh, tukateremka na mto down the stream uh, close to like 700 meters, you to discover a uh, body of my relative. Huyo mto unaitwa mto Sakini na ni mto ambao tunaweza kuita mto wa mauti hasa wakati wa mvua, kwa sababu kufika sasa tangu nio kwa ofisi umechukua maisha ya watu kadri ya watano. Huyu akiwa sasa ndio watano, mbeleni walikuwa wanne. Kwa hivyo ni mto uko na maji mengi na ni mto ambao sio wa kuchezea hasa wakati wa mvua. Iwe mvua